Ah, sasa hapo unajua issue ni vipi? Hawa sasa washakimbia hapo. Wewe upate hiyo moment maana umechelewa hapo. Fanya kama wanataka kuondoke na mama. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Ndio e, ah, wow. Sasa mama atawaita bosi, ndio, sasa bibi mkubwa atawaita hapa e, twende hapo. Ni vijana vijana wananyonya, niokoeni na kufa mwenzenu. Akishasema hivyo, mnakuja mnamshika huyu bwana. Sawa, mnamtoa. Akisha kutoa, sasa hapo sasa ndio namwambia sasa muziki kaa zungumze na, ndio, heyo, na wanao sasa. Toka. Hey. Ah. Hmm. Hile? Kwa ile marufuku ya hakitoki kitu, uwezi kuona chezea. Ache. Kwa ile marufuku ya kitoke kitu, huwezi kumuona chezea wewe. Sifunga mdomo welu, jamani, bebe hiyo michafu. Madawa sitaki. Narudia tena sitaki jamani. Kwenda kwangu jela mimi kisiwe kisingizio cha kunisimama. Yale ni matatizo tu. Kumkuta mtu yoyote, muda wowote na wakati wowote. Yako pekee yako. Hmm. Hmm. <coughs> <coughs> <coughs>

Wanakimbia, wanakimbia kwenda ndani, ndio anakuja kuwachapa wakishuti kipande hicho tu, jamaa zangu. Action!